Kulikuwa na kijana mmoja tajiri anayeitwa Alex. Alikuwa mrithi pekee wa mali kubwa. Baba yake alikuwa akiongoza kampuni iliyofanikiwa sana katika tasnia ya teknolojia. Mama yake alikuwa amefariki miaka mingi iliyopita, na tangu wakati huo, baba yake alikuwa amemlea peke yake, akimpa kila kitu alichohitaji na hata zaidi. Baba yake alikuwa akimtayarisha Alex kwa jukumu la kusimamia biashara ya kifamilia, alimshirikisha katika mikutano muhimu akamfundisha mbinu za uongozi na kumuwezesha kujifunza kuhusu kila idara ndani ya kampuni. Alex alikuwa kijana mwenye akili na haraka kuelewa, alionyesha uwezo mkubwa katika masuala ya biashara. Hata hivyo, licha ya maisha yake ya kifahari na fursa nyingi, alikuwa akipitia siku zake kwa mazoea, akihudhuria mikutano, akisoma ripoti na kufanya maamuzi muhimu, lakini moyoni mwake kulikuwa na utupu. Alikosa uwepo wa mama yake, busara na upendo wake pia alitamani kuwa na uhuru zaidi wa kuchagua njia yake mwenyewe badala ya kufuata nyayo za baba yake. Baba yake alikuwa na matarajio makubwa kwa ajili yake na aliamini kwa kuongoza kampuni ndio hatima pekee inayomfaa. Alex alikuwa akimkumbusha mara kwa mara kuhusu wajibu wake kwa familia na kwa wafanyakazi wa kampuni. Alex alielewa hilo, lakini wakati mwingine alijiuliza kama kweli alikuwa anataka maisha hayo au kama alikuwa tu anaishi maisha ambayo wengine walikuwa wamempangia. Siku moja akiwa ameketi ofisini mwake akitazama mandhari ya jiji kupitia dirisha kubwa, alihisi wimbi la kuchanganyikiwa. Alikuwa na kila kitu ambacho mtu angeweza kutamani, lakini bado hakuwa na furaha kikamilifu. Alitamani kupata kitu ambacho kingempa maana halisi ya maisha, kitu ambacho kingezidi utajiri na mamlaka. Hili kwa mwanzo wa safari yake ya kutafuta kusudi lake, safari ambayo ingeweza kumpeleka mbali na matarajio ya baba yake na kumfungulia ulimwengu mpya wa uwezekano. Baba yake Bwana Richard alikuwa na mipango mingine akilini mwake. Aliamini kwani wakati mwafaka wa Alex kumpata mke anayefaa katika maisha yake. Kwa mantiki hiyo, alimchagulia Alex mchumba Sofia, binti wa Bwana Edward ambaye pia alikuwa mfanyabiashara tajiri na mwenye ushawishi mkubwa. Bwana Richard alikuwa kitumai kwa muungano huo ungeimarisha zaidi uhusiano wao kibiashara na kuongeza nguvu katika soko. Alimweleza Alex kuhusu mipango yake kwa shauku, akisisitiza faida zitakazotokana na ndoa hiyo kwa wote. Alex alikutana na Sofia mara kadhaa katika mikutano iliyoandaliwa na baba zao. Sofia alikuwa mwanamke mrembo mwenye elimu na aliyetoka katika familia yenye heshima. Walikuwa na mazungumzo ya adabu kuhusu biashara, sanaa na masuala mengine ya kijamii. Hata hivyo, licha ya sifa zake zote, Alex hakuhisi chochote kumwelekea Sofia. alimwona kama mtu mzuri na anayefaa katika mazingira yao lakini hakuwa na hisia yoyote wala uhusiano wote wa kina kati yao. Mazungumzo yao yalikuwa ya kawaida na yenye kuridhisha akili zao, lakini hayakugusa mioyo yao. Alihisi kama alikuwa akifuata tu ratiba iliyopangwa bila shauku yoyote ya kweli. Alipojaribu kumweleza baba yake kwa upole, kwa hajisikii kuvutiwa na Sofia kwa namna yoyote ile, bwana Richard alipuuza hisia zake, alisisitiza kwa mapenzi angekuja baada ya ndoa na ndoa hiyo ni muhimu zaidi katika manufaa ya kuinua uchumi wa familia zao. Alex alijikuta katika hali ngumu. Alimpenda na kumheshimu baba yake na hakuwa na nia ya kumvunja moyo, lakini pia alijua kuwa hawezi kuishi maisha yake katika ndoa bila upendo. Alianza kuhisi huzuni na kukata tamaa, akijiuliza kama kweli alikuwa na uhuru wa kuchagua hatima yake mwenyewe. Hisia ya utupu iliyokuwa imemsumbua hapo awali ilianza kukua, akifunikwa na hisia ya kukosa matumaini. Ili kujipa muda kutafakari kuhusu hali yake, Alex aliamua ya kusafiri kwenda kwenye moja ya miradi ya kampuni yao iliyokuwa pembezoni mwa mji. Aliona kwa mazingira mapya anaweza kumsaidia kupunguza msongo na labda kupata mtazamo mpya. Akiwa katika eneo la mradi, siku moja alitembea kidogo mbali na eneo la ujenzi, alisikia sauti tamu iliyokuwa imejaa huzuni na unyenyekevu. Sauti hiyo ilikuwa naimba wimbo wa kitamaduni kwa hisia kali. Alex alifuata sauti hiyo na kumkuta msichana aliyekuwa ameketi karibu na ukuta uliobomoka. Msichana huyo alikuwa mrembo wa ajabu licha ya mavazi yake duni na hali yake ya kusikitisha. Macho yake alikuwa amefumba, na alipokuwa akiimba aionekana kuzama katika ulimwengu wake mwenyewe. Alex aligundua mara moja kwa msichana huyo alikuwa kipofu. Alimsogelea kwa upole, kisha maongezi wao alipoanza, na hapo ndipo alipogundua kwa msichana huyo alikuwa yatima, wazazi wake walikuwa wamefariki dunia Ndugu zake walikuwa wamemtenga kwa sababu ya ulemavu wake na hali yake ya umaskini. Jina la msichana huyo lilikuwa Tunu. Tunu walijikimu kwa kuimba barabarani na kuomba sadaka kutoka kwa watu walioguswa na sauti yake. Maisha yake yalikuwa magumu mno, alikuwa peke yake bila msaada wowote kutoka kwa familia au jamii. Kila siku kwake ni mapambano ya kutafuta chakula na mahala pa kulala. Licha ya changamoto zote alizopitia, sauti yake ilibeba uzuri na nguvu ya ajabu ikionyesha roho ambayo haikuwahi kuvunjika. Alex aliguswa sana na hali ya Tunu na kipaji chake cha kipekee. Sauti yake ilikuwa tofauti na kitu chochote alichowahi kukisikia katika maisha yake. Alisi huruma kubwa kwa msichana huyo na alitamani kumsaidia kwa namna yoyote ile. Alex alimwandikisha kwenye madarasa ya muziki, ambapo angeweza kukuza uwezo wake zaidi. Alifurahia kumwona akichangamka na kupata matumaini mapya kupitia muziki. Pia alianza kufuatilia matibabu ya macho yake alimpeleka kwa madaktari bingwa mbalimbali ambao walimfanyia uchunguzi na walimweleza kwa uwezekano wa Tunu kupona upo, lakini matibabu hayo yatachukua muda na atagharimu kiasi kikubwa cha fedha. Alex hakukata tamaa, alikuwa tayari kufanya chochote kuhakikisha Tunu anapata nafasi ya kuona tena. Walivumilia pamoja safari hiyo ya matibabu, huku akimpa moyo na matumaini kila wakati. Mara kwa mara alimpeleka kwenye maeneo mbalimbali ya burudani. Alitaka kumwonyesha ulimwengu mwingine zaidi ya ule aliojua hapo awali. Katika matembezi hayo, Alex alizidi kuvutiwa na Tunu licha ya ulemavu wake na maisha magumu aliyopitia. Tunu alikuwa na hekima ya ajabu na mtazamo chanya kuhusu maisha. Alikuwa na juhudi kubwa ya kujifunza na kufanya vizuri katika kila kitu alichojaribu. Zaidi ya yote, Tunu alikuja kuwa mfariji mkubwa wa Alex katika masuala ya kazi na maisha kwa ujumla. Alikuwa msikilizaji mzuri na alitoa ushauri mkubwa na wenye busara na uelewa. Alex aligundua kwa Tunu alikuwa na uwezo wa kuona mambo kwa uwazi zaidi kuliko watu wengine, labda kwa sababu hakuathiriwa na sura za nje. Alianza kumtegemea kwa maoni na ushauri wake katika kila kitu alichofanya, na walijikuta wakishirikiana siri zao za ndani kabisa na ndoto zao. Alex aligundua kuwa anampenda Tunu, na sio kwa uzuri wake, bali kwa kibaji chake na roho yake nzuri. Hatimaye walijikuta wamezama katika mapenzi ya dhati na ya kweli. Aikuchukua muda mrefu kabla bwana Richard kugundua uhusiano wao. Habari hizo zilipomfikia likasirika sana, aliona uhusiano huo kama dharau kwa matakwa yake na kama kikwazo kwa mipango yake. Bwana Richard alimuita mwanaye na kisha akamwambia kwa Tunu sio mwanamke sahihi anayefaa katika maisha yake kwa sababu Tunu ni maskini na alikuwa akimtumia kwa faida zake. Alisisitiza kwa Alex anapaswa kumua Sofia ambaye alikuwa chaguo bora kwa hadhi yake na kwa mustakabali wa familia yao. Alex alisimama imara katika msimamo wake. Alimueleza baba yake kuwa nampenda tunu kwa dhati na kwamba furaha yake haikuwa kwenye mali au hadhi, bali kwenye upendo na uhusiano wa dhati. Alikataa kumwacha Tunu. Kutokana na msimamo huo mgumu wa Alex, bwana Richard alikasirika mno. Alichukua hatua kali kwa kumnyang'anya kila kitu. Alimsimamisha kutoka kwenye nafasi yake katika kampuni, akamzuia kupata mali zake. Alex alijikuta ghafula hana chochote, akitegemea kabisa upendo na msaada wa Tunu. Alex alihamia kuishi na Tunu kwenye nyumba yao ndogo. Waliishi maisha ya kawaida, wakishirikiana katika kila kitu na kujitahidi kadri ya hali yao. Alex alifanya kazi ndogo ndogo za kujitolea na kumsaidia Tunu katika kazi zake za muziki. Upendo wao uliimarika zaidi katika kipindi hicho cha changamoto. Hatimaye kipaji cha Tunu kilianza kung'aa zaidi. Sauti yake ilivutia watu wengi na aliipata nafasi za kuimba kwenye matamasha makubwa. Umaarufu wake ulikuwa kwa kasi na hivi karibuni akawa msanii mashuhuri. Siku moja, Tunu akiwa kwenye tamasha kubwa mbele ya maelfu ya watu, alikuwa akitoa wimbo wake maarufu, akijaza ukumbi kwa sauti yake ya kuvutia. Ghafla wa wakati akiimba kwa hisia zote, alihisi kitu cha ajabu kwenye macho yake. Alikaza macho na taratibu, pazia la giza ilianza kufifia. Kwa mshangao mkubwa aliweza kuona tena. Macho yake alipotua kwa mara ya kwanza kwenye umati uliokuwa mbele yake yalikutana na macho ya mtu mmoja tu, Alex, ambaye alikuwa amesimama karibu na jukwaa akimtazama kwa upendo na furaha. Tunu alimtambua Alex mara moja, uso wake uliokuwa umekita sana moyoni mwake hata kama hakuwahi kuuona kwa macho yake. Alisimamisha kuimba akashuka kwa haraka kutoka jukwaani na kukimbilia kumkumbatia Alex kwa nguvu. Machozi ya furaha yalitiririka mashavuni mwao wote wawili, huku umati ukishangilia kwa furaha. Muujiza wa kuona kwa Tunu ulibadilisha maisha yao tena, kwa kuwa sasa alikuwa msanii maarufu na aliyeweza kuona. Yeye na Alex walipata mafanikio makubwa kifedha. Habari za kupona kwa Tunu na upendo wao wa kweli zilimfikia Bwana Richard. Alishuhudia furaha ya mwanaye na uimara wa mapenzi yao, na hatimaye aligundua kuwa alikuwa amekosea. Bwana Richard aliridhia ndoa yao na kuwarudisha Alex mali zote na kampuni zote. Alex na Tunu walifunga ndoa na kuishi kwa furaha, lakini hawakusahau kamwe changamoto walizopitia. Waliamua kutumia utajiri wao kusaidia wanyonge kwa kuwapa ajira, misaada na kukuza vipaji vyao. Waliunda taasisi ya kusaidia watu wenye ulemavu na wasiojiweza, na pia upendo wao ulikuwa msukumo wa mabadiliko chanya katika jamii yao. Upendo wa kweli hauangalii hadhi, hali au sura, bali huona moyo wa mtu na uzuri wa ndani. Wakati mwingine kusudi la maisha halipatikani kwenye mali au mamlaka, bali katika kuchagua kwa moyo wako, hata kama kuna gharimu kila kitu. Maisha maana huanza pale mtu anapochagua kuishi kwa kweli yake na si kwa matarajio ya wengine.